Leo tuko hapa kwenye uwanja wa shule ya sekondari Kibaha, uwanja ambao tunatarajia tarehe mbili mwezi wa nne kutazindua mbio za mwenge kitaifa. Na kutoka sasa, mtaona imebakia siku saba tu. Tumefanya ukaguzi wa uwanja na matayarisho, sisi katika ngazi ya mkoa pia kushirikiana na wenzetu kutoka ofisi ya waziri mkuu tuko tayari. Sasa hivi tumefikia asilimia tisini na sita eh, ya maandalizi na tuko tayari kwa ajili ya tukio letu la kihistoria kwenye mkoa wetu. Matarajio yetu, itakapofika kesho kesho, tutakuwa tumekamilisha na tukata tayari kwa ajili ya shughuli. Tutapakia mambo madogo madogo tu kwa ajili ya kupamba, kwa sababu mapambo mengine hayahitaji kukaa uwanjani kwa muda mrefu kao so, utakapobakia siku mbili mtaona tunaendelea kuongeza kuboresha mwonekano wa uwanja, lakini uwanja umekamilika. Mnaona tumeshajenga jukwaa kubwa ambayo ni jukwaa zuri kabisa, na kuna sehemu ya viongozi VIP 1 eh, kuna VIP mbili, tatu na nne, lakini tumeweka matenti ya kutosha. Tunategemea hapa kupata watu takriban elfu elf, elf, kumi na sita. Kuna uwanja wa kutosha tuna ulinzi tumeweka wa kutosha, mifumo ya maji safi ipo na maji taka ipo ya kutosha. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana sana wakazi wenzangu wa mkoa wa Pwani, karibuni. Wakazi wa mikoa jirani, karibuni, na Mtanzania na mtu yoyote ambaye enjoy, tutu, kwa kweli anapenda kuja nimwambie, njoo tu, tutakuwa na sherehe nzuri na tukio hili litakuwa la kihistoria. Tumejipanga vizuri sana, tuna rahiki nzuri. Hii ni heshima na fursa kwa wakazi wa mkoa wa Pwani kuweza kuwasha mwenge wa uhuru mwaka huu kwenye mkoa wetu. Kauli mbiu ya mwaka huu jitokee kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Nawashukuruni sana.